Moja, sisi kwetu tumezaliwa watoto kumi, lakini bahati mbaya wa watatu wamefariki na tumebakia saba. Familia yetu ni familia ya dini, tumelelewa kwenye maadili ya Kisabato, tumekulia kanisani na nidhamu. Ni familia ya aina hiyo. Namba mbili, na wimbo wa kwanza, nilikuwa napiga simu radio kama watu wengine wanavyopiga, au kama kuna mtu anakipaji nataka kuimba. Ilikuwa Radio One. Kipindi cha DJ show. Kwa hivyo tukashindanishwa, unajua ile mko watano anachujwa nabaki, yeah. Watatu, yeah. Watatu, mm-hmm. Watatu top 3 mpaka mshindi. Mshindi ikawa anapata zawadi ya kuenda kurekodi kwa Master J, anapata studio bure. Kwa hiyo kipindi hicho mimi sina hela, kwa hiyo ndo nikaa yani, nika, yani ile kwamba ni lazima nifanye nipate nishinde ili niende nikarekodi, basi nikashinda ndo nikapata nafasi ya kurekodi kwa Master J. Namba tatu. Kitu ambacho nakipenda mbali na muziki ni kupika, na kupika unaweza kuniingizia kipato, na ndio maana nilifungu, nilifungua resma, kwa sababu naamini kitu unachokipenda ukikifanya, unakifanya vizuri zaidi kuliko kitu ambacho inabidi tu ufanye kwa sababu huna kitu kingine cha kufanya. Ukiwa na, na mapenzi na kitu, ni lazima utakifanya sahihi. Kwa hivyo eh, naweza kuwa chef naweza kupika nikauza chakula nikapata hela pia. Namba nne, unajua mtu ukishampenda hata kama hayupo tena kwenye game kama amekuingia mm. Utakuwa unaendelea kumpenda na siku zote nimekuwa nikiwish tu kwamba labda kama angeweza kunitengenezea hata wimbo mmoja alafu kila siku naweza ndoto ikatimia, afu kataka kingine tena isipokuwa ni moja kati ya ndoto zangu kufanya kazi na Dr. Dre na Usher Raymond. Namba tano, mimi ni mgomvi sana na huwa sipendagi kuonewa kwa hivyo . Lakini saa nyingine inabidi tu. Mtu hata anaweza akakufanyia kitu lakini ukakaa tu kimya, huyo sio mimi. Lakini inabidi yeah, tu nifanye hivyo kwa sababu ukif ukifanya tofauti na hapo watu wanakuchukulia vinginevyo, yeah. Namba 6, yaani watu wanachoshindwa kuelewa ni kwamba mimi ni JD sawa, lakini mimi ni Judith na ni binadamu wa kawaida Naweza kukasirika, naweza kucheka, naweza kulia, naumia kama mtu mwingine anavyoumia, lakini wao wanavyochukulia ni kwamba unapokuwa pale, wanapokuwa wamesha kufahamu hutakiwi vitu vingine kufanya, kwa hiyo unakuwa saa nyingine hauko huru sana. namba Saba. Uh, nikiwa mtoto kabisa, inawezekana nikawa nilisahau, kwa sababu kila siku ndoto huwa zinabadilika, lakini tangu najitambua na kujifikiria, nilikuwa napenda kuwa mwanamuziki. Nilikuwa napenda kuangalia watu ambao wanaimba na kujiweka kwenye viatu vyao na kufikiria vipi mimi nikiwa kama yule. Namba nane nimeishi Shinyanga, ndipo nilipozaliwa, okay. Nimesoma mpaka darasa la nne, alafu nikaamia Dar es Salaam kwao. Maisha yangu utoto nusu Shinyanga maisha mengine yote mpaka sasa hivi ni Dar es Salaam. Bunda ni sehemu ambapo wazazi wangu ndio wanapotokea, baba yangu. Kwa hivyo mara nyingi huwa tunaenda likizo, ilikuwa wakati tuko wadogo kusalimia bibi, na ikitokea misiba kama ilivyo mila za za Kitanzania huwa hmm, mnaenda kuzika nyumbani. Kwa hiyo Bunda sijawahi kuishi wala si, sipajui vizuri sana. Namba tisa sio kwamba maisha yangu yalikuwa ni kuumizwa tu maisha, yaani 100% maumivu, hapana, lakini unapokuwa kwenye kwenye kwenye sanaa unabidi ufanye kile kitu ambacho kitamgusa kila mtu. Unajua, wewe kuimba mama yangu leo ameamka asubuhi kafanya hivi, sidhani kama kuna mtu anaweza akafurahia. Kwa hiyo kutokana na hisia za ukweli, nilitendwa, labda boyfriend akafanya hivi, kwa hiyo ndo nikapata, ikanipelekea kuandika albamu Machozi. Ndio maana nyimbo nyingi mle zilikuwa ni za masikitiko, lakini ni kujaribu tu kuwaelezea watu kwamba mtu anaweza akaumizwa na kaelezea hivi na hivi au haya mambo huwa yanatokea kwenye mahusiano namba kumi katika mafanikio hakuna fomula mojawapo ya kumwambia mtu fanya hivyo ufanikiwe ila mimi nachoweza kuelezea ni kwamba napenda kitu nachokifanya nikuwa nakifanya kwa nguvu zote sijawahi ku give up nikipata matatizo I keep on fighting nafikiri ndo sababu niko hapa na nakifanya kwa ufasaha nahakikisha kila detail nakuwa ni japokuwa sio kila mtu anaweza kapenda kazi zako, wengine wanaweza kaona siyo nzuri, lakini wengi wakiona ni nzuri, hicho ndo kinachomata zaidi.